Nataka nizungumze kuhusu barabara. Yaani nyinyi hamkerwi kama ninavyokerwa mimi, nataka niwaambie. mimi nakerwa, utafikiri labda ninakaa huku kwamba kila asubuhi naamka nakwenda mjini, shahidi yule katibu wenu. Lakini tulikuwa tunahangaika kutafuta fedha. Mimi sikutaka tuje tukwangue tena hii barabara, nataka tupige lami, yaani tumalizane kabisa na shughuli yenu, na kama tutaendelea kuweka vifusi kwenye maeneo yote ya maji ya chemchem, kila mwaka barabara hii itakumbwa na, na zuruba. Kwa hiyo mnivumilie, na bajeti hii sisi tumeshatenga fedha, tunasubiri kupata hela tu tuna kilomita moja hapa ya kutengeneza, kuanzia eneo lile baya mpaka unaingia. Kilomita moja iko hii hapa, tunapiga kilomita moja. Alafu kuna ile pale pacha ya mbaye, sawa, kuelekea kule kwenye, kwenye rada pale katikati, tunapiga napo kilomita moja kuendelea mpaka kule mbawa la chini. Ina maana na kilomita mbili za lami, moja ni ya kwenu nyinyi, ya kipande kichote ambacho hakipitiki na kule nini. Maana yangu tutakapotumia milioni 500 au mia sita. Kutengeneza barabara ya kiwango cha lami, tunaweza tukakaa zaidi ya miaka ishirini hatujaigusa barabara hiyo, lakini tukiendelea kutengeneza barabara za, za, za moram za kuweka vifusi, tutatumia milioni mia mbili kila mwaka, tutatumia milioni mia mbili tunampa mkandarasi, anakuja kujaza vifusi, anakwenda anaondoka. Kwa hiyo ishu ya barabara mwenzenu, nimeshaimaliza, tunasubiri muda na wakati tu basi. <coughs> <coughs> tumeelewana jamani? <tos> <tos> lakini mwenyekiti amezungumza kuhusu, kuhusu jengo lenu la CCM. Mimi nilivyoingia madarakani, kila nilipokuwa napita, tunakutana jichini ya miembe, si ndiyo? lakini wamepita wabunge wangapi ndugu zangu <coughs> hapa hivyo, mimi ni tajiri? si wamepita matajiri hapa, <laughs> eh? matajiri kabisa. mimi nimegawa mifuko 100 kila kata, mifuko 100 ya cement. Na kata yenu hii, katibu, ndo ulipokea. Sulipokea mifuko mia kwenye Chama cha Mapinduzi, sijui mnanielewa dhamira yangu mimi. Sisi leo tupo, kesho kuna vizazi vyetu, Lazima sisi tushirikiane, tuonyeshe kwamba tuna mapenzi makubwa na Chama cha Mapinduzi. Ukimkuta mtu anakwenda kugombea ubunge na moyoni mwake anakuambia mimi nitakuwa waziri, jua hapo pana shida, haji kuwatumikia watu huyo. Na kazi ya uwaziri, mwenye zamana ya uwaziri ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wala sio Mtenga wala sio wagombea wanayekuja huko, anawaambia mimi jana amesoma sana atapata uwaziri hivyo. Leo tuna majimbo karibu 300 na kitu, ina maana majimbo yote hayo kuwe na mawaziri eh, wa bunge wa kawaida watakaye changia bungeni, wakati wako wapi hmm? lakini liganisheni jimbo, mimi miaka mitano nilivyopokea ile jimbo na majimbo mengine yaliyotuzunguka liganishe tu, mimi nimekuta hapa hatuna hospitali ya wilaya katika ile jimbo lakini sio kwamba hatukuwa na hospitali ya wilaya . Hospitali yetu ya wilaya ni Nangulue, kwa sababu sisi wilaya yetu ni moja, iko hapo inajengwa nguruwe. Nikaangaika mimi kama mbunge wenu, tukapata fedha karibu bilioni mbili na milioni 500. Tunajenga pale juu mji mwema, si mnaiona ile pale? Tunajenga pale, tumeelewana jamani. Lakini nimekuja hapa, nimekuta hospitali yetu ya Ligula hatuna mashini za kuchuja damu hatuna CT scan, hatuna MRI yani vifaa vile, vifaa tiba vya hospitali vya havikuwepo. Nikaangaika kama mbunge wenu, vipimo vyote vipo pale. Ukenda hapa Mitengo, hospitali yetu ya kanda, vipimo vyote vipo pale. Ndio kazi ya mbunge. Tuwe watulivu, ndio kazi ya mbunge. Mbunge lazima ajue wananchi wake wana shida gani. Jamani, hela zinakuja chukueni fedha zao. Fedha chukueni ili watu washike adabu kesho kutu. Lakini Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kutengeneza siasa zake kupitia vikao. Tusiangaike na wagombea, tuangaike na kwe, kukiimarisha chama chetu kwenye matawi. Mmenielewa? Tuangaike na chama chetu kwenye matawi kuimarisha chama cha mapinduzi, kwa sababu msikae bize mkasema tunaangaika na wagombea. Kesho mnampata mgombea kwenye tawi, hamjatengeneza hamjawatengeneza wanachama, hamna vikao vya wanachama. Nataka niwashawishi twendeni, sasa tufanye vikao vyetu vya kikatiba ndani ya chama cha mapinduzi hivyo leo kuna haja gani, mki gani ndani ya wiki mbili, wiki tatu mkaita tu kamati ya siasa na halmashauri kuu ya tawi mkazungumza pale, mkajadiliana wanachama tulau wangapi? tuna shida gani kwenye tawi letu? Mmesikia, bwana mwenyekiti wa kijiji yuko pale, wa serikali ya mtaa anakuja pale, mnamwambia kama kuna shida kwenye mtaa, mnamueleza. Lakini mnapokuwa na vikao hivyo wanachama wa kawaida mnapowaita wanakuja kueleza kero zao kwenye mtaa. Nini maana yangu? Watakapoeleza kero kwenye mtaa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa yuko pale, atakapokwenda kwenye WDC kikao chao na diwani akiwepo pale, watasema matatizo ya mtaa wake yanayowakabili wananchi. Niwaombeni sana, twendeni tufike mahala tukitendee haki Chama cha Mapinduzi na kukitendea haki Chama Cha Mapinduzi ni kufanya vikao vya kikatiba vya wanachama. Kazi yetu itakuwa nyepesi sana, mtampata diwani. Umesikia bwana diwani, atekee kuja, wala hamwangaiki nyi kulala saa nane. Chama mmeshakitengeneza tayari, watu mmeshawatengeneza, mlali saa nane ya usiku? Nyi saa mbili tu mnaenda kulala, kwa sababu tayari wigo wa chama mme nani na mnatakiwa lazima muwe kitu hichi kimoja sio mwenyekiti wa wazazi anapita huku sio mwenyekiti wa kata wa chama anazungukia huku e katibu malada teta hili hatuwezi kufika chama hiki kimesimama kwenye upendo na mkikuta sehemu hakuna upendo basi na chama cha mapinduzi kinalegalega kwenye eneo hilo na waombeni sana na waombeni sana twendeni kwenye upendo wa chama chetu lakini tukitendee haki chama cha mapinduzi